AM Online TV. Upande wa pili tuipongeze serikali kwa kuchukua dhima hii ya kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu wa mwaka huu unakuwa wa haki na unakuwa wa amani, na kuthibitisha kwa matamko ambayo viongozi wote wa Tanzania na viongozi wa Zanzibar wamekuwa yakuyatamka kuwahakikishia usalama na amani wananchi wa Zanzibar wakati wa uchaguzi. Hiyo ni, ni msingi kwamba iko nia ya, ku, ya kufanya uchaguzi huu wa amani, lakini wito wetu kwa upande wa serikali kwamba ni kuhakikisha amani ya nchi inaendelea, kuhakikisha miundombinu ambayo ipo iliyopatikana basi inalindwa na, kusisi, na kusisitiza juu ya ulinzi wa wafanyakazi ambao kwa mujibu wa necha ya kazi zao watahitajika kwenda kazini katika kipindi hicho cha, cha uchaguzi. Na kuna makundi mengi ya wafanyakazi ambao wanahitajika kwenda hasa wale wafanyakazi wanajihusisha na masuala ya ulinzi wanakwenda makazini, wafanyakazi wa tume wa uchaguzi nao wanakwenda makazini, ambao wote hao ni maeneo ya wafanyakazi walioko katika shirikisho. Lakini kuna taasisi zinaitwa taasisi za huduma muhimu, kwa mfano kama mahospitali kwa mfano kama madereva, kwa mfano kama wafanyakazi wa uwanja wa ndege, yani zile taasisi tunaita essential department ambazo zinahitajika kwa kipindi chote ziweze kwenda makazini. Kwa hiyo wito wetu kwa serikali kwamba waandae miundo mbinu kwa, kwa, kwa, kwa maana ya utaratibu mzuri kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanaolazimika kwenda kazini katika kipindi hicho, basi wanaenda kazini na vilevile kuwasaidia kwa wale ambao watahitajika wanaenda kazini na vile vile wanahitajika katika mambo ya kutimiza haki yao hii ya kupiga kura, basi waweze kuwasaidia waweze kushiriki katika, katika kupiga kura, kutumia haki yao hiyo ya kupiga kura. Kwa upande wa waajiri na mnaona naeleza kwa ufupi, lakini viongozi wenzangu wapo hapa, wataingia wata uh, detail ya hayo ambayo nimeazungumza kwa upande wa taasisi zao. Kwa upande wa waajiri uh, tunawaomba tuna jambo la kwanza waweze kuwalinda wafanyakazi wao kama hao niliowataja kabla, lakini vile vile kuwajengea mazingira mazuri kuweza kufanya kazi zao na kutimiza haki yao ya kupiga kura. Kujiandikisha ni jambo moja na kupiga kura ni jambo jingine. Kuna wengine wananchi wanashindwa kupiga kura kwa sababu ya kutopata fursa hasa wafanyakazi katika sekta ambazo katibu mkuu amezieleza, lakini pia katika sekta za wafanyakazi wa mahoteli. Tutakumbuka kwamba e, kamishene ya utalii imetangaza Zanzibar utalii, watalii wameongezea kwa kiasi kikubwa na huu ndio ukweli, na tunaamini bado wapo na wanaotoa huduma hizi ni wafanyakazi wa mahoteli. Wakati mwingine si rahisi wafanyakazi wote wakaacha kazi hiyo wakaenda kuji kupiga kura lakini tungependa tunge, tunge eh, pengine serikali ingetengeneza utaratibu hasa kuwasiliana na waajiri ili watengeneze utaratibu wa kuhakikisha kwamba yoyote aliyejiandikisha, basi anapata fursa ya kwenda kupiga si, basi na wao wanatakiwa watoe mashirikiano kwa taasisi zao au kwa ajili wao, ili kuhakikisha kwamba kila mtu anatimiza lengo la kupiga kura kwa mujibu wa taratibu na kwa yule ambaye ana sifa uweza kupiga kura kwa mujibu wa taratibu za tume ya, u, ya uchaguzi ambayo ina mamlaka ya kusimamia uchaguzi huo. Kwa hiyo na, na naomba kwamba sekta zote au jamii wote tu tunge mkono hilo jambo kwamba tutakie uhuru nini, tutakie heri na mafanikio uchaguzi wetu huu, na uwe salama kwa nchi nzima yote. AM Online TV.